Tanzania na Malawi ni mataifa mawili jirani, ni nchi ambazo pia kwa umoja wake ni wanachama wa jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika, SADC. kiuchumi mataifa haya yamekuwa akifanya biashara kwa miaka nenda miaka rudi, lakini katika kipindi cha miaka mitano kumekuwa na ukuaji mkubwa zaidi wa biashara, kwani Tanzania inafanya biashara yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 215, wakati kwa upande wa Malawi wenyewe wakifanya biashara yenye thamani ya dola milioni 35 hapa Tanzania. Malawi imekuwa ikitegemea bandari ya Tanzania kusafirisha bidhaa zake na kupeleka nyumbani kwao. Hali kadhalika, pia Tanzania imekuwa ikiuza mazao kadha wa kadha ikiwemo unga mchele, mahindi, mah... ndizi, hali kadhalika pia tangawizi. Lakini biashara nyingine ambayo imekuwa ikifanyika ambayo inapita Malawi na kuja Tanzania ni kuletwa kwa apples ambazo zinatoka Afrika Kusini, hali kadhalika pia eh, na zabibu ambazo kwa namna nyingine pia zabibu zinalimwa hapa nchini na zenyewe zimekuwa zikitafuta soko. Wakati hayo yanaendelea, hii leo kumeibuka mgogoro mpya ambao umetangazwa na Waziri wa Kilimo Hussein Bashe akieleza kwamba kwa miaka kadha sasa kumekuwa na mvutano, na mara nyingi bidhaa ambazo za Tanzania zikipelekwa kule Malawi zimekuwa zikikumbana na vikwazo. Hivyo ametoa mpaka Jumatano ya juma lijalo, kama akutokuwa na suluhisho, na Tanzania nayo itazuia bidhaa kutoka Malawi. Nini ambacho majirani hawa wamefikia hata kukwazana katika kiwango hicho ndicho ambacho tutakachokiangalia kwenye uchanganuzi hii leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani, nikiwa na uhakika kwamba siku yako imekwenda salama salmin, lakini kama wewe una tashwishi yoyote, basi Mwenyezi Mungu akuwekee wepesi. Studio hapa tumemwalika Abdul Mwilima makamu wa rais kutoka Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo TCCIA. Karibu sana. Asante sana, um, Azam TV. mm. yeah. Lakini pia kujia ya mtandao tutaungana na Moses Kulaba ambaye yeye eh, ni mtendaji mkuu wa kituo eh, cha utafiti sera na uchumi karibu sana, Kulaba. Asante sana, ndugu Asante sana uh, tungeanzia kwako Kulaba. Uh, Kulaba naungana nasi akiwa pale Nairobi uh, uh, Kenya. Hebu tuambie kwanza uh, haya mataifa yamekuwa ni jirani, yamekuwa kishirikiana katika masuala mengi, na hata baadhi ya mambo ambayo yanahusiana uh, na SADC yanalazimisha kuunganisha uh, na kuondoa hiyo mipaka yenyewe ambayo ipo ya kinchi nchi hizi zinavyoingia katika mvutano wa namna hii, nini kwanza kinaweza kikawa ni suluhisho la haraka kabla ya kufikia hatua ya kila mmoja kutumia mabavu ili kumdhibiti mwenzake? Asante sana uh, na, Nordi nafikiri watazamaji wetu wa Azam TV mnasimansikia vizuri. Kwanza nianze kwamba kama alivyosema Norden, kwamba hizi nchi ni nchi ambazo zina historia kubwa sana na historia ndefu, pamoja nani, majirani wote, jumuiya ya SADC, na sababu za kuanzisha SADC eh, eh, tangu ilipoanza bado eh, zipo hai mpaka leo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hizi nchi hazipaswi kugombana na hasa kugombana kwenye vita ya biashara kwa hiyo kwa haraka haraka majibu yako, na nafikiri baadaye itakuwa tunazungumzia kwa undani zaidi, kwamba suluhisho hapa ni kwamba hizi nchi kwanza lazima zihakikishe kabisa kwamba huu mgogoro unasuluhisha kwa njia ya kidiplomasia, kwa sababu kibiashara hizi nchi lazima tutategemeana. Na Malawi kwa mfano, kama ulivyotaja mwenyewe ni kwamba ukiangalia biashara kati ya Malawi na Tanzania biashara kubwa sana Malawi kama ulivyosema inauza Tanzania kama ya bilioni dola kama thelathini na nane na of course kwa upande ule Tanzania inauza kiasi kikubwa pia. Kwa hiyo ni nchi ambazo zinategemea, na ukiangalia kitakwimu ni kwamba Malawi inategemea Tanzania sana zaidi kuliko nyingine. Kwa kifupi ni kwamba lazima hizi nchi zizungumze, na hii biashara haifasi kuendelea, hata ukizingatia kwa muda na wakati ambao tunao sasa hivi kwa dunia kwa turudi okay. Kwako Kulaba, uh, Mzee Mwilima. Naam. Kwanza, mlivyosikia tangazo hili uh, mapokeo yenu yalikuwaje? kwa sababu nyinyi ndio mnahusika na mambo ya biashara, viwanda, hali kadhalika pia na kilimo. Asante sana mtangazaji. Sisi baada ya kupata taarifa hiyo, reaction yetu ya kwanza ni kwamba tamko la waziri wa kilimo maana yake ni tamko la serikali na ni wajibu wetu sisi kama chemba ya wafanyabiashara viwanda na kilimo kufanya kazi kwa kushirikiana na serikali. Kwa hiyo tumepata taharuki kidogo, lakini tunaungana mkono na na wizara ya kilimo na serikali kwa ujumla. Na ni wajibu wetu sisi kama sekta binafsi inayosimamia biashara viwanda na kilimo tutoe rai kwa wadau wanachama wasafirishaji na wafanyabiashara wa Tanzania ambao wanaweza kawa wamekumbwa na kadhia hii wafanye subira. Jambo hili linazungumzwa kwenye ngazi juu za serikali. Ni ni wajibu wetu sisi sisi kuwaambia hili ni jambo kutoka kipindi cha mpito. Sisi kama Chamber of Commerce tuna mahusiano vile vile na Chamber of Commerce ya nchi ya Malawi. Tumewahi kushiriki uh, uh, maonyesho ya biashara mwaka juzi kule Malawi na watu wanaalikana na wenyewe wanakuja huku. Kwa hiyo kwa ngazi ya chemba kwa chemba za biashara tutafanya mawasiliano, lakini vile vile tutafuata miongozi ya serikali yetu inavyotuelekeza. Mm, me, labda mmeshapata nafasi ya kuweza kuzungumza na wenzenu ambao mnasema kuna wakati wamesha kuja hapa, na mkawa mnateta nao, kuambia kulikoni, sasa mambo yanaanza kuwa hivi? Kwa kuwa jambo hili limetokea leo na tamko la serikali limetoka leo Hatukupata nafasi ya kuwasiliana nao, lakini tuna imani kabla ya Jumatano ijayo ambayo serikali imetoa angalizo ndio deadline. Tutaf, tuta engage na wao katika mahojiano na, ma, na majadiliano ili kunusuru sekta binafsi ziweze kushamiri kufanya biashara katika nchi ya Malawi na Tanzania. Waziri mwenyewe anasema imekuwa ni mgogoro wa muda kidogo na hadi sasa inaonekana kwamba serikali na yenyewe imechoshwa na hivi Uh, vikwazo vya mara kwa mara kwamba leo uh, mnakwama, wanakwenda, wanaongea, wanaachia, wanakwama mm. lakini Tanzania yenyewe imekuwa me, me, tu uhuru kwamba nyie njoeni tu, sasa kuwepo kwa jambo ambalo ni endelevu mm. uh, wanachama wenu hawakuwahi labda kuleta malalamiko yoyote na nyie katika ngazi yenu ili kutafuta hiyo suluhisho la haraka uh, hatu, hatukuwahi kupata malalamiko rasmi kutoka kwa wanachama wetu ambao wamekuwa wakifanya hizo biashara, na tumekuwa tukidhani kwamba kumekuwepo na, kumekuwepo na migogoro. Kwa mfano kulikuwa kuna mahindi yanapelekwa Kenya mm. semekana kuna sumu kuvu, kuna tatizo la mipaka mbalimbali, lakini tumedhani kwamba ni vitu ambavyo vimekuwa vinapata ufumbuzi mapema. Kwa hili la, la tamko la serikali la wizara ya kilimo la leo, limetufanya lime, sasa tuchukue hatua madhubuti kulifuatilia kwa karibu zaidi. Kwa tuna imani kwamba tuta engage na wenzetu wa Chemba ya Malawi kuotaka kujua namna gani wao wanaweza kazungumza na serikali yao, ili turudishe mahusiano ya rudi ya kawaida kwa manufaa ya pande zote mbili, mm. Uh, Kulaba, tupo katika wakati ambako utandawazi umetandawa zaidi, lakini katikati ya utandawazi huu tuunaona hata huko Marekani na vita yake kubwa ya kiuchumi ambayo anapambana na mataifa mengine akiweka uh, ushuru mkubwa mkubwa kwa bidhaa za wengine na mambo kama hayo. Kwa nini wakati huu wa ambako dunia ndo imezidi kukua na kuwa wazi zaidi, na tukiambiwa mipaka hii ya kinchi si lolote si chochote, kulingana na mikataba mikubwa mikubwa ya kidunia, kwa nini hali inakuwa ni tete namna hii, atakufikia mataifa kuwekeana vikwazo vigumu zaidi vya kibiashara. Asante sana, nafikiri Nordin, ni kweli kama ulivyosema, ni kwamba dhana ya utandawazi na hasa unapozungumzia biashara ya kimataifa ilianzia kwa dhana kwamba hakuna nchi moja ambaye inaweza. Kwa hiyo kwa mfano ukisema Tanzania au Malawi, ni kwamba lazima utakuwa na upungufu. Kwa hiyo ili dunia iweze kuendelea, lazima ufanye biashara na mwenzako na kuna concept kwenye biashara ya kimataifa wewe una uwezo mzuri zuri zaidikua kitu kupitia WTO mwenzako kwamba ukishafanya biashara biashara ina manufaa kwa upande wote, sio tu kwa, kwa nchi moja, lakini kifanya biashara wote mnanufaika. Eh, yule unayemuuzia ananufaika na wewe unayenunua on, kutoka kwake unanufaika, kwa hiyo inakuwa quid pro quo, kwa maana nyingine ni kwamba nchi zote mbili zinanufaika, na nafikiri huo ndio ulikuwa msingi wa, wa globalization, na pia hata katika taifa ukiangalia kwa upande wa WTO na huo ndio umekuwa utaratibu kwa miaka yote, ndio maana biashara ya kimataifa inaitwa rule based trade system. Kwa maana nyingine ni kwamba kuna kuna, kuna taratibu ambazo zimewekwa ya kufanya biashara na kwa kweli eh, kwa miaka iliyopita tumeona kwamba biashara ya kidunia imeshamiri zaidi na manufaa yamekuwa ni mengi zaidi eh, kulinganisha kulikotoka sasa. Navosema, nikweli, mba, taribuni, sasa eh, kama unavyosema ni kwamba ni kweli tumeona kwamba hivi karibuni sasa migogoro kama hii inaongezeka ina, ina zaidi eh, kule nyuma kulikuwepo na migogoro midogo hapa na pale pengine kulikulingana labda na policy au standard ya bidhaa au labda nchi fulani imetumia mbinu ambazo hazikubaliki kwa utaratibu wa WTO, lakini sasa hivi tunaona kwamba sasa vile vyote ambavyo dhana ya WTO ilikuwa imelenga kuondoa inarudi. Nafikiri kuna sababu mbili kwa haraka haraka, ambazo moja ni kwamba biashara hii ilipoanza kufanyika kidunia, kuna nchi ambazo zimegundua zimegundua kwamba hadi muda unapoendelea kwamba nchi nyingine zinanufaika zaidi, zinapata ajira kwa mfano ukiangalia, kama China, kabla China haijaingia WTO, ilikuwa ni nchi maskini mm. E, lakini sasa ilipoingia kwenye ya WTO ndani ya kipindi kama miaka ishirini kadhaa, China imepiga hatua kubwa sana, na imekua zaidi, na ina alter ile balance ya dunia kwamba sasa uchumi unaama kutoka kwenye kana moja, na ingia mmoja unaingia kwenye ukanda. Hiyo imeleta vurugu, lakini pia kuna concept ambayo ambay sasa hivi imebuka kwamba sasa baadhi ya nchi zimeanza kuingia uh, ile dhana ya nationalism. Kwa maana nyingine ni kwamba kujipenda zaidi na kujifungia milango na kuangalia ndani, kitu ambacho hata sisi uh, kama nchi za, za maskini zamani, kama tunakumbuka Mwalimu Nyerere taufungua milango tuwe tayari, kwa sababu ni kwamba unapofungua milango lazima uwe tayari kumpita mwenzako mm. Na usipojiandaa ni kwamba vyote kwa vyote vile ni kwamba atakupiga. Sasa nafikiri baadhi ya nchi sasa zinagundua kwamba hadi muda muda unavyoenda ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanafanya hawawezi kufanya tena, sababu ustadi na uweledi na efficiency au bora wa kuzalisha umeamia kwenye sini, na hiyo ni moja ya kitu ambacho kina push au kinasukuma baadhi ya nchi kama Marekani sasa kuanza kuangalia kwa ndani uh, of course, kuna madhara yake, labda nafasi tazungumzia lakini ni kwamba kuna, kuna madhara yake eh, kwa uchumi, kwa jumla lakini hata nchi za nchi ambazo ndio maana sisi mimi kama kama Moses uh, nafikiria kwamba huu mgogoro kati ya Malawi na Tanzania sio mgogoro ambayo unaleta una, una, una manufaa zaidi kwa nchi zote mbili, kwa sababu manufaa ya kufanya biashara kati ya nchi na nchi ni makubwa, ukiwaachia mbali sana manufaa ya kibiashara kwamba kuuza bidhaa. Kuna mahusiano ambayo yanajumuisha kwa mfano kama Tanzania ukiangalia okay, Malawi Eh, Malawi na Tanzania kuna vitu vingi zaidi ambavyo tunashirikiana mbali na biashara. Kuna ndugu zetu wengi sana wa Malawi wako, wako Tanzania, wanafanya kazi Tanzania na wanachangia kwenye uchumi wa Tanzania, lakini pia wanachangia kwenye uchumi wa Malawi kupitia remittances au au pesa ambazo wanatuma. Na sasa hivi kama mnavyogundua ni kwamba dunia inavyoelekea ni kwamba remittances au pesa za kutoka kwa raia wako ambao wako nchi za nje inakuwa na mchango mkubwa sana kwa hiyo kuna manufaa makubwa mengi sana eh, kwa kufanya biashara kuliko kujifungia, hasa pale unapokuwa huna capacity ya kufanya au ya kuzalisha kile ambacho unafungia kama ilivyo kwa Malawi. Mm. Hapo hapo Kulaba, <clears throat> wakati huu ambako wengi waliona uh, Marekani akitunisha misuli na kuwaumiza wengine kwa kuwapiga ushuru mkubwa mkubwa, wengi walifikiri kwamba mataifa hayo madogo yangetumia wao kwa wao kuwa soko la uhakika la bidhaa zao hali inapokuwa ya namna hii, tafsiri yake inakuwa ni nini? <coughs> nasema <coughs> wakati huu ambako Marekani imeshaonyesha ubavu wake, kila nchi imeitandika ushuru eh, kwa bidhaa ambazo wanataka kuzipeleka Marekani. Kwa hiyo, e, ikaonekana kwamba kila nchi sasa hasa hizi ndogo za Kiafrika zingetumia uwepo wa uhusiano wao wa uh, labda Tanzania na Malawi kuimarisha zaidi biashara zao, ili kila mmoja atumie soko la mwenzie kujiimarisha. Lakini kuibuka kwa vikwazo na ubabe wa namna hii ambao unaanza kuonekana, tafsiri yake inaweka wapi hatima ya biashara na uchumi wa mataifa haya? Ni kweli ni kweli eh, ndugu eh, yangu Nordin, nafikiri sisi tutasema kwamba nani ametuloga kama Afrika, sababu tulipaswa kwamba tutumie ile kama nafasi ya kujimarisha. Eh, kufanya biashara ndani ya kanda eh, ndani ya kanda ya Afrika lakini hata ndani ya kanda za region hizi. Kwa mfano kama ni SADC, Afrika Mashariki ni kwamba hii ndio mwafaka, huu ndio muda wa kuimarisha na kweli uwezo tunao, na hasa ukiangalia ukizingatia kwenye dhana ya eh, ya huu tengamano mpya ambao, ambao tumeanzisha wa Africa Free Continental Trade, uh, Africa Continental Free Trade Area ambayo sasa ina inapanua soko zaidi, inatoka SADC lakini inaenda Afrika nzima. Tunapunguza tunapunguza uh, kama ni kodi tunapunguza vikwazo mbalimbali. eh, kwa hiyo nafikiri hiyo ndio kwa sana na nafikiri ndio kitu cha fanya kwa nyaza kwa kuendelea zaidi, kwa sababu kama nilivyosema kuna manufaa mengi zaidi ni kwamba kihistoria, of course, wengi tumekuwa tunafanya kazi na tunafanya biashara na mashirika ya nje, lakini kwa sasa hivi lazima tuangalie kwa upande huo, kwa sababu nafikiri hapo ndipo na advantage Malawi. Kama kama walivyosema ni kweli, wanazalisha mahindi kwa mfano, lakini ni kwamba kwa biashara ya ya ya kimataifa na jinsi ilivyo kwamba bidhaa yote ile inalingana na uzalishaji na bei lakini kumbukeni kwa mfano kama Malawi au Afrika nzima ni kwamba sisi kama nchi tunazalisha sana uh, uh, kwa mfano kama bidhaa ya ya, ya, ya agriculture na vitu vingine kilimo. Nchi kama Malawi kwa miaka iliyopita miwili iliyopita hapo nyuma wamekumbwa sana na, na matatizo ya, ya ukame na unga eh, kwa hiyo kwa vyovyote vile ni kwamba lazima uzalishaji wao kwa uko chini sasa. Hapo ndio manufaa ya kufanya biashara kwa kwa hiyo, lazima tuimarishe kufanya biashara kwa ndani kwa ndani kuliko sasa kwenda kupata kupigana kwa sababu napofanya hivyo wengine ndio watanufaika zaidi. mimi mm. sielewi kwa mfano, kwa nini South Africa kwa mfano inasema haitaki kununua fundi uh, kutoka Tanzania. South Africa huzalisha ndizi, hizi ndizi zinazalishwa Tanzania na zinazalishwa kwa gharama chini, kwa hiyo zikienda Afrika Kusini, ni kwamba pamoja na kwamba sisi Tanzania tulikuwa tumeshafanya biashara nao, lakini hata wananchi wa Afrika Kusini wanapata ndizi ambazo zina quality na bei nzuri, kwa hiyo kuna manufaa ya kuimarisha kuliko kuvunja, na nafikiri kama alivyosema, kama ni kodi ni tariffs, kama, kama, kama kodi mbalimbali, sasa hivi ndio wakati wakati mwafaka kwa kuzungumzia, je, na tusaidia a tukipungua na tukafanya biashara zaidi, naweza tukaimarika zaidi kiuchumi, kuliko kwanza kuwekeana vikwazo vigana kwa sababu ya machungwa na na <laughs> na mahindi na mananasi na ndizi <laughs> sawa. Kulaba, ngoja turejee tena kwa mzee Mwilima hapa. Mzee Mwilima, tumemsikia Kulaba ametupa picha ya yeah, yeah. hali ya mambo ya dunia ambako inapaswa kwenda na hali nzima ilivyo. Uh, na nyinyi mmekuwa mkisimamia haya mambo, nini ambacho sasa tunaweza tukakifanya ili kuhakikisha kunakuwa na biashara zetu zinaendelea kufanyika kwa utaratibu mzuri ambao haukwazi, kwa sababu wanaoumia zaidi hapa ni wafanyabiashara ambao wengine labda wana washasafirisha ndizi zao zipo mpakani na zinashindwa kwenda, maana zinaweza zikaozea pale ya yeah. Uh, ni kweli na sisi kama chemba wafanyabiashara, wafanya biashara kilimo na viwanda, tume, tunadhani ni mgogoro ambao ulikuwa si wa lazima kutokana na mahusiano kati ya nchi hizi mbili. Nchi ya Tanzania imewahi kutoa eneo kupitia mamlaka ya bandari ya Malawi Cargo. Hmm. Nchi ya Tanzania imetoa eneo la bandari kavu. Hmm, kwala na wapi. Hmm. Yote kurahisisha wenzetu urahisi wa mizigo yao kuingia na kutoka, na mahusiano mengi ya ya faida kwa nchi zote mbili. Sisi vile vile ni wanachama wa SADC. Ni wanachama wa mtengamano wa bara la Afrika, soko huru la bara la Afrika. Kwa hiyo ni ni nia yetu na ni rai yetu na tutafikisha salamu hizi kwa wenzetu wafanyabiashara wa, wa Malawi kwamba tujaribu ku, kusisitiza kuwa na mshikamano zaidi kuliko kuwa na mfarakano, tusisitize kufanya biashara za uhakika, kuwa na maamuzi ya uhakika ya masoko ya nchi zote mbili, kuliko kuleta taharuki ambayo mwathirika mwisho wa siku ni mfanyabiashara wa Malawi na mfanyabiashara wa Tanzania. Nakubaliana na wewe kwamba tamko limetoka katika kipindi ambacho kuna hivi tunavyozungumza, kuna mizigo iko mipakani pande zote mbili, kuna mizigo iko inatoka kwenye mashamba inaelekea Malawi au inatoka Malawi inatakiwa kuja Tanzania. Kwa hiyo tujitahidi, tuwe na mshikamano, tuwe na ushirikiano na hili jambo lizungumzwe na lipatiwe ufumbuzi wa kudumu, kwa sababu bado tuna kila mmoja kati ya Malawi na Tanzania anamhitaji mwenzake. Nafasi yenu TCCIA. Uh, kwenye mambo haya yanapotokea huwa ni ipi? Kwa sababu leo hii tunazungumza uh, upande wa Malawi, lakini kuna wakati imekuwa ghasia za namna hiyo pale, na manga pale huko mm -hmm. silete hiki au silete hiki maso mm -hmm. vifaranga visiende hiki kisiende, mm -hmm. kwa hiyo kumekuwa na vitu ambavyo vinajirudia rudia, mm -hmm. uh, Zambia pale nako mm -hmm kwenda kwao ilishatokea tena tafrani mm -hmm. ya, ya namna hiyo mm -hmm. Nini ambacho sasa mnakifanya ili iwe suluhisho la kudumu na watu waelewe umuhimu wa kuwepo kwa hizi biashara na ukuaji wa uchumi katika mm -hmm. mataifa hayo yote ambayo hasa mengi yao ni mm -hmm. mataifa ambayo ni ndugu, naweza tukasema kwa sababu yeah. tunatenganishwa tu na hii mipaka ambayo mm -hmm. watu wa huku na huku naweza mm -hmm. kaona ni kama wale mm -hmm. wale tu mm -hmm. yeah. Kitu cha msingi uh, migogoro wakati mwingine inaweza ikawa ndani ya uwezo wa nazizi sekta binafsi ama nje ya uwezo. Kitu muhimu ni kuhakikisha kwamba jamii ya sekta binafsi ya nchi zote mbili inatumia fursa zao kufanya majadiliano na sekta ya umma, kwa maana ya sisi tuna engage na serikali ya Tanzania na wenzetu wa Chemba Malawi, Malawi wa engage na serikali ya Malawi, ili wote tuonekane kwamba tuko hapa kujenga nyumba moja kwa faida ya business communities, na sekta binafsi ya pande zote mbili, na hali kadhalika serikali nazo, kwa kawaida kuendelea kusisitiza, mgogoro na mfarukano hauna faida kwa yoyote katika pande hizi mbili, si sekta ya umma wala sekta binafsi kimsingi tu, tuheshimu itifaki za ushirikiano za kimataifa, tuheshimu mahusiano tulionayo na tuheshimu kwamba kila mmoja anamhitaji mwenzake katika manufaa ya ujumla wote kwa pamoja mm. Uh, Kulaba, wakati wetu unakwenda mbio kidogo. Uh, una ukipewa nafasi ya kutoa ushauri uh, katika mtanziko huu kwa upande wa, Mar... kwa upande wa Tanzania na Malawi, neno lako lingekuwa nini kwa viongozi wa pande zote mbili? Kwanza yeah, nianze na Malawi kwamba eh, kwa hali jinsi tulivyo kama alivyosema hapo ndugu yangu ni kwamba lazima tuzungumze zaidi. Kwa upande wa, wa wa Malawi kwenye hii vita, hawana njia, hawana eh, kadi nyingi. Kwa mfano kama alivyosema ni kwamba biashara yetu kati ya sisi na Malawi, Malawi inategemea Tanzania na Tanzania inategemea, lakini ukiangalia, okay, okay, kwamba Malawi inategemea sana Tanzania sababu Tanzania ndio njia tu pekee yake ya Malawi hasa kufanya biashara hata ya kimataifa kupitia bandari ya Tanzania. Eh, nafikiri hapo aligusia kuhusu kitengo cha Malawi Cargo ambacho kimetengenezwa na no, unaona kwamba kazi yake ilikuwa ni kufanya biashara kwa Kwa hiyo Malawi ina options zake sana. Ah, uh, isipokuwa isipofanya urafiki wa biashara na Tanzania. Kweli, kama ta, kama, kama, kama, kama wasiwasiliana na na hicho kile kafara ni kwamba hawana option. Hawawezi kupita Msumbiji kwa sababu ya vitu uh, mbalimbali, ikiwemo yonipinu na na wakisema wapita Afrika Kusini ni mbali zaidi. Kwa mm, iyo, ina, kwa hiyo ina, ina, ina disadvantage kwao kama nchi e. Kwa hiyo nafikiri ni kwamba kwa Malawi e, wana, wana, wana, wana msukumo mkubwa wa kuweza haswa, mazungumzo kati ya Tanzania na Malawi iko kwenye interest yao kwa sababu kweli e, ni kwamba aliyeshikilia mpini sasa hivi ni Tanzania ngelea, okay, uchni na Tanzania ana access za kufanya biashara e, oza mahindi Malawi Tanzania tunaweza kuuza ma -ma mahindi sehemu Malawi hana hawezi kufanya hivyo, kwa sababu Zambia wanazalisha mahindi na Afrika Kusini kati. Kwa hiyo kwa Malawi ushauri wangu ni kwamba nafikiri lazima waje mezani kuzungumza. Kama kuna haja kama kuna, kama kuna matatizo yaelezwe, na ndio maana nilisema sijajua hasa kwa undani zaidi e, shida ni nini, lakini kama kuna changamoto zozote so zile Malawi lazima waje mezani wazungumze. Kwa upande wa Tanzania, kwa miaka yote yote, uelevu na nchi hizi zote, nafikiri ni watoto wake wakei, eh, watoto wake au ni wajukuu wake, kama naweza kusema hivyo. Diplomasia, sio kwamba nasema kwa kitu mbaya, lakini nasema kwa sababu eh, mahusiano kati ya Tanzania na, na nchi za Afrika Kusini au za SADC E, historia ipo na imeandikwa kwamba e, Tanzania imekuwa ni nchi ambayo inachukua ina, ina uongozi na na busara. E, labda kwa sasa hivi naomba kwamba busara na hekima zitawale zi, zi, na jaziba labda zipungue kidogo e, kama kweli e, mazungumzo kwa njia ya kidiplomasia yameshindikana. E, labda tafute njia nyingine yoyote ile ambayo ni, ni ya ukaribu zaidi na inaweza kuwa chamba kati ya chamba na chemba. Kwa mfano, kama chemba yetu ya Tanzania ikazungumza na chemba ya Malawi, e, kuelewesha hali halisi e, kwamba e, atakayeumia zaidi hapa ni mfanyabiashara mzalishaji. Kwa hiyo nafikiri kama serikali kwa serikali, sasa hivi huwezi kuongea lazima labda watoe nafasi hizi namba zetu mbili tuweze kuzungumzia na kunafikia hali halisi, lakini kama tulivyosema ni kwamba vita hii ya kibiashara haimsaidii mtu yoyote ile, na ni kwamba hatimaye mwisho wa siku anayeumia zaidi ni mwananchi, na inakuwa na, na madhara makubwa sana ya kiuchumi, na hatusingependa kuona kwamba hizi. Nikushukuru mm sana Moses Kulaba kwa kuungana nasi, asanteni sana Selimani. Naam, ni Moses Kulaba mtendaji mkuu wa kituo cha utafiti wa sheria na sera akiwa Nairobi kule Kenya. Tulikuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo kuangazia mgogoro ambao umezuka baina ya Tanzania na Malawi kuhusiana na kuzuiliwa kwa bidhaa za Tanzania ikiwemo mahindi, mchele, ndizi na tangawizi, ambazo wamesema hazitakiwi kwenda na Tanzania tayari metai kusema kwamba ifikapo juma lijalo na yeye itapiga marufuku bidhaa ambazo zinatoka uh, kule Malawi na hata kubebwa tu kwenye maloli ambayo ya Tanzania yanayotoka Malawi, pia wamesema watazuia. Lakini studio nimekuwa naye Abdul Mwilima, ni makamu wa rais wa TCCIA ambao yeye ni chemba ya biashara viwanda na kilimo. Nikushukuru sana mzee Mwilima. Asante sana, nashukuru sana. Naam, na kwa utendo nafikia tamati ya uchanganuzi. Mimi naitwa Nordin Selemani nikutakie tu kila la kheri, tutakutana juma lijalo, lakini nikukumbushe kwamba kesho ni Jumaa Kuu. Nikutakie kila la kheri ya Jumaa Kuu na maandalizi ya Pasaka, ili uweze ukasherehekea ukiwa salama salimini. Usiku mwema.